Nilimsikia mmoja kati wa waandaji wa nje anasema, hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni subirini Krismasi, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga, wakati wowote wakija tumejipanga. Yes, e bwana Mange Kimambi e, bado anaendelea kutoa cheche, bado anaendelea kutoa moto e, mwanaharakati huyu ambaye anazidi kulipigania, kuipigania nchi yake. Sasa kuna video hapa akiwa anawaelekeza vijana, ndio hii video nakwenda kukwekea uweze kuitazama utasikia, kile ambacho e, Mange Kimambi anazidi kuwashawishi vijana katika serikali hii ambayo anasema kwamba sio serikali ya kihaki. Hii ni serikali ambayo inatumia mamlaka a, vibaya. Hii hapa video yake akiwa anawashauri vijana, azidi kuitazama alafu pia baada kuitazama, usahau ku comment, usahau ku like, usahau ku subscribe, usahau ku share kwa ndugu jamaa na marafiki zako pia ambao wangeweza kupenda kuiona kuziona ama kuzisikiza habari kama hizi za Umbea Media TV. Kwa vijana ambao mnaenda kuongea kutoa kero zenu kwenye hiyo wizara ya vijana, kwa huyo waziri haramu wa vijana, mnaenda tumeshakubaliana kama taifa kwamba hatuitambui hii serikali. Hii serikali ni batili, ni serikali haramu. Vijana mnapokubali kwenda pale kuongea nao na kutoa kero zenu, hamuoni kama mmeshawahalalisha kwamba ile ni serikali halali, mnaitambua? Mna, mna kwa nini mnakubali kuchezewa akili hivyo vijana wa Tanzania? E, yaani tulishafika sehemu ambayo mmeamka, mna akili. Kwa nini bado mnakubali kuchezea akili? Mnadhani hawa sahivi wanawasikilizeni nyie kweli, au ni kwamba wanataka tu mtulie msiandamane, ni nini, ili wao waendelee kushikilia nchi hii? Serikali batili ingekuwa inawasikilizeni vijana, baada ya mauaji waliofanya wangetoa haki haraka sana, wangetoa haki. Mnaenda pale mnda kuongea Uh, vitu yani, mnatoa malalamiko wenu, wanawachora yani, sasa hivi mnajichoresha. Vijana mnaoenda kutoa malalamiko kwenye ile, mnajichoresha, wangewasikiliza. Hii serikali batili ingekuwa inawasikiliza Watanzania ingekuwa imebadilika kwa njia yoyote ile hii. hii serikali kama imebadilika sasa hivi inawasikiliza Watanzania wa kwa njia yoyote, cha kwanza ilikuwa ni kutoa katiba mpya. Sasa hivi kama inawasikiliza watu, kutoa katiba mpya kuweka serikali ya mpito na uchaguzi kurudiwa, uh, uh, uh, hiyo ndio ingekuwa ni serikali ambayo imejifunza kitu, ni serikali ambayo inajali nchi hii, lakini wameangusha hivi, kuwachezeni tu akili kuwafanyini ma, mapumbavu. Tumeiba uchaguzi, tumefanya tumefanya kampeni za kin, kinimacho, tukaiba uchaguzi, tukawapigeni risasi wote, tumewaueni. Sasa hivi tumekaa, mnakuja tunajifanya tunawasikilizeni, tunajifanya sisi sasa hivi Magufuli, lakini hatujawapa chochote mlichokitaka, chochote kilichowafanya mkaandamana, mpaka sasa hivi hatujawapa. Tunawachezeni tu akili, lanyini kama kama tu mazuzu mpompo. Hivi vijana, mnarealize kwamba hakuna, hatujapata results zozote na watu wamekufa, hakuna results zilizopatikana, na sasa hivi tunacheza ngoma wanazopiga wao. Sasa hivi vijana sasa hivi vijana wa Tanzania, mnacheza ngoma inaopigwa na kina Mwigulu, inaopigwa ina na Samia, ngoma inaopigwa na kina Kikwete mnaicheza. Hatuja achieve chochote, bado hakuna haki yoyote Tanzania, na watu wamekufa na nchi mmetulia. Mnawasikiza kina Mwigulu, wanafanya propaganda, mnawasikiza.